So kwa mara nyingine tena nazidi kukupa updates kuhusu kinachoendelea duniani, na kama kuna msemo mmoja wa Kiswahili ambao tunaweza tukampa rais Donald Trump wa Marekani sasa hivi ni kwamba usiyempenda kaja. Zohran Kwame Mamdani, nadhani ni jina ambalo umeshalisikia sana, na sio kwa sababu ana cheo chochote kikubwa cha level ya nchi, ila ni meya wa jiji ambalo lina seti trendi ya dunia kwa muda mrefu, New York. Na moja ya stori ambazo zinafanya Mamdani amekuwa kitu cha tofauti, kwanza ni ishu ya background yake, kwa sababu amezaliwa Uganda na jina lake Kwame, babake alimuita kwa sababu ya huyu Kwame tunayemfahamu wa Afrika kwa hiyo ni kwa sababu ya rais wa Ghana wakati huo ambaye ana legacy kubwa sana Afrika. Yeah, no, I'm not concerned about that. Kuna hii video ambayo ilisambaa mitandaoni ya Donald Trump akiwa anamzungumzia Mamdan, so kilikuwa ni kikao cha White House ambapo Donald Trump alisikia swali ambalo aliulizwa Benjamin Netanyahu kwamba Mamdani amesema atakukamata ukienda new York. Na wakati huo Mamdani alikuwa bado ajawa meya, lakini alikuwa anaonekana kama atakuja kuwa meya, kwa sababu ni nitakuja kukupa sababu. Lakini hii ilikuwa ni kauli ya kuonyesha ni jinsi gani ambavyo kazi ya Mamdani ni ngumu sasa hivi, kwa sababu ni totally haelewani na serikali kuu lakini pia kitu ambacho ni cha kuelewa ni kwamba Donald Trump ametishia hapo kwamba pesa zote zinatoka, zinazohudumia New York zinatoka serikali kuu, kwamba yeye ndo ana saini. Lakini ukweli ni kwamba mara kadhaa amejaribu kufanya hayo mambo na mahakama imemkataza. Kwa hiyo sio kwamba Donald Trump ana uwezo kwa kumnyima pesa Mamdan. So tuliweke kando hilo. Mamdan, historia yake ya kuzaliwa Uganda na kwamba ni Muislamu na anaiongoza nchi ya ya jiji kubwa ambalo lina set trend ya dunia kama New York wakati serikali iliyopo madarakani ni serikali ya Kikristo. Kwa ambao wanafuatilia siasa za Marekani wanajua Republican, moja ya, ya sera zao ama falsafa yao ama itikadi yao kuu ni kwamba inaamini Marekani ni taifa la Kikristo, na hata miongozo yote ambayo Republican nayo ni miongozo ya Kikristo, na hata bondi iliyopo uh, kati ya Israel na Marekani huwa inazidi zaidi, ukiachilia mbali kwamba kuna lobbies ambazo zipo nyingi Marekani, tuliwahi kulizielezea kwenye episode zetu za nyuma, kwenye picha linaanza lakini Ukristo wa Republican ni moja ya sababu ya kwa nini Israel pia ina nguvu Marekani wakati matajiri wa Republican wanaongoza. Sasa tuje kwa Mamdan. Huyu jamaa kwa nini ni big deal? Kwanza ni kwa sababu hiyo yu kwamba yupo ni meya wa jiji la New York ambaye madaraka yake yanamruhusu kufanya alichokisema, kumkamata mtu kama Benjamin Netanyahu kwa yale ambayo ameshtakiwa nayo kwa sababu ya anachokifanya Gaza. Lakini huyu jamaa anazungumzia ishu ya maisha nafuu kwa watu wanaoishi New York. Sasa kuna kitu ndani ya New York kinaitwa one percent, ni wale mabilionea ambao kiujumla ndo wanairan New York, na biashara kubwa zilizopo New York zinaongozwa na hawa one percent. Sasa. Uh, moja ya gharama za maisha ambazo zipo New York ni pamoja na hizo kodi za uendeshaji wa jiji. Na hizo kodi, Mamdani amekuja na sera mpya ambayo anaona kwamba matajiri inabidi watozwe kidogo ili waweze kufidia, yaani ile 1% sasa watozwe pesa kidogo, yani extra kwa kile wanachokiingiza, ili kuweza kuendesha jiji ikiwemo pia kupata unafuu wa kodi, kwa sababu kuishi New York maisha ni ghali. Watu ambao nimezungumza nao kutoka New York na watu ambao wana hiyo experience pia wanaweza kukubaliana na mimi, na the fact tu kwamba New York ni jiji kubwa zaidi duniani lazima, na lina mabilionea wengi, kwa hiyo obvious, maisha yanakuwa juu. Kwa hiyo Mamdani anaona kama matajiri wanafaidika sana, na anahitaji kidogo kuwapunguzia

yanatoka kwa hawa 1% kwa maana ya zile biashara zao. Kwa hiyo wenyewe wana argue kwamba ukituongezea kodi ili kupunguza maisha e, au ughali wa maisha New York, maana yake ni kwamba bado uoni kwamba tumefanya kitu kikubwa. So kifupi hawataki. Tunavyozungumza, 50 Cent amepost kwenye akaunti yake ya Instagram uh, picha kwamba New York imefariki rasmi <laughs> ameweka tarehe ambayo New York ilizaliwa na tarehe ambayo New York imefariki kwamba ni wakati huu iliyompata Mamdan. Kwa hiyo sio ishu ya dini, sio ishu ya nini, ni ishu ya itikadi. Kwa sababu yeye wana, Trump anasema huyu jamaa ni communist. Lakini jamaa anasema mimi mimi ni mdemokrasia ambaye napenda pia ujamaa. Unajua eh? Sasa ni idea ambayo uh, haingii akilini kwa nchi kama Marekani ambayo ni ma capitalist. Kwenye moja ya episodi zetu za nyuma niliwahi kukuelezea tofauti ya hizi um, sera ama itikadi ambazo ndizo ziliongoza dunia baada ya vita ya pili ya dunia, kwamba nani ambaye ni mkomunisti msosialisti. Sisi Tanzania tulikuwa ni wajamaa wa sosialisti. kwa kwahiyo, Mamdani akubaliani akubali kabisa na idea ya capitalism na hayupo mwenyewe, imekuwa ni ni kama wevu imekuja kwamba watu wengi wameanza kugundua kwamba capitalism ni mfumo wa utawala ambao ukiuapply kwenye nchi ni kama hautengenezi kila mtu kuwa na pesa, ila unamtengenezea mtu mmoja ama taasisi fulani chache kuwa na kiwango kikubwa cha nguvu ya uchumi dhidi ya majority kwenye nchi. Kwa hiyo wanaona kama ni mfumo fulani hivi ambao unawapendelea matajiri, so Mamdan yuko against capitalism na ndio sababu ambayo inamfanya pia anakuwa unique kwa watu wa chini, lakini anakuwa analeta rapture kwa matajiri. Jambo la pili ambalo Mamdani amewawin new yorkers, kati ya mengi ni kwamba ni uhakika wa kuiondoa federal government ndani ya new york. Nadhani umeona sera za Trump nyingi, wamarekani wengi wamegundua, hata baadhi ya watu ambao walikuwa wanamsupoti Trump kwenye ambao ni republican kindakindaki, waandishi wa habari wa na wengine wameanza kugeuka kwa sababu Trump ni mtu asiyetimiza ahadi zake, yani hatabiriki. Kwa hiyo unaweza ukahisi umemuelewa Trump, alafu anakuja kukusurprise mbeleni, kwa ndicho kilichotokea kwamba majimbo mengi ya Marekani yanatamani uh, especially zile zinaitwa blue states, yani ambazo wana democratic, ni wa democratic. Wanatamani sana kuhakikisha kwamba serikali ama serikali kuu haingilii mambo yao sasa ukimwangalia Andrew Cuomo ni mtu ambaye ni mgombea binafsi ambaye ndio alikuwa anamfuata Mamdan kwa ukaribu, ni mgombea binafsi lakini tayari alikuwa na scandal nyingi, na at the same time ni mtu ambaye Trump alikuwa kama anampigia chapuo Andrew Cuomo. Na Andrew Cuomo, kama umefuatilia interview zake, alikuwa anajaribu kukwepa sana hiyo idea kwamba Trump ananisupport. Alikuwa anasema no, Trump ni amkubali Mamdan, lakini sio kwamba ananisupport mimi utagundua kwamba watu wote wagombea wote walikuwa wanajua New Yorkers kati ya kitu hawakitaki ni serikali kuu ya Trump ambayo ni Republican kuingilia mambo yao New York, kwa sababu mifumo yao ya nchi ni kweli, una uwezo wa kufanya mambo mengi sana wewe kama mayor, ama kama jimbo, linajitegemea wanajeshi lao wana kila kitu. So, Trump kupitisha pitisha hizi roko wanazopitisha mara za ice hii uh, taasisi yake ambayo imeundwa muda mrefu, lakini ilikuwa inashughulika na wahamiaji haramu ndani ya Marekani. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya Trump ambavyo wanaamini kwamba Mamdan angeweza kuwaweka mbali navyo. Kwa hiyo New Yorkers walikuwa wanampenda hiyo, lakini matajiri wanamchukia kwa sababu hiyo, kwamba atawagusa tena. Sasa tukiachana na hilo, Mamdan tayari ameshachaguliwa ni mea wa jiji, na at the same time ana huo Uislam ambao ukiangalia midia nyingi za kwa mfano Middle East Eye wanamwandika kwamba ni mwislam mwenzetu ameingia New York, kwa hiyo ni mapinduzi. Kwa hiyo wamechukulia kwa engo ya kidini, lakini ukiangalia hizi stori za rangi, sijui background, mimi sizipi nafasi sana, kwa sababu tunafahamu Obama aliingia anatokea Kenya akawa rais wa Marekani. Sidhani kama kuna vitu vikubwa sana Obama alifanya kwa Afrika, sana sana Obama tunaweza ukasema ndo aliingiza majeshi um a uh, Libya. Alifanya mambo mengi Afrika ambayo huwezi kusema alitupendelea, lakini pia Obama huyu huyu ndo alianzisha by the way hichi tunacho kiita ukamataji kamataji ambao unaendelea sasa hivi wa Trump. Obama ndo alikuwa master wa deportation, yani Obama ndo ali deport waamiaji wengi haram, hawaita haram, lakini waamiaji wasio na kibali, ni lugha tu iliozoeleka sasa yeye ndio aliwahi kuwaondoa wengi lakini Obama yeye alikuwa na deal na zile wale ambao tayari walikuwa na makosa. Trump ni kwamba ana deal na yeyote yule as long as una vibali ndio tofauti yao. Lakini Obama aliwa deport wahamiaji wengi kipindi kile cha tishio la usalama Marekani. So you can see Obama kufanya vitu vingi kwa watu weusi kama ambavyo tulimtarajia ama ambavyo tulikuwa tunajaribu kupeleka hiyo uh, narration lakini pia ishu ya dini pia sidhani, kwa sababu yule kakulia Marekani, anaishi kama New Yorkers. Kwa hiyo ni hiyo tu kwamba wameanza kukubali the fact kwamba Muislam naye anaweza akalishika jiji kubwa kama lile ni kitu ambacho unajivunia tu, kwa sababu unaona hivyo, lakini sidhani kama kita manifest kwenye uongozi wa huyu bwana, uh, Hamdan. Eti Hamdan Mamdan. So jambo la mwisho kabisa ambalo ndilo hasa nataka tulizungumzie ni kwamba kuna vitu viwili ambavyo kwa kufuatilia siasa za dunia na kuangalia historia na kila kitu kuna vitu viwili vikuu. Kwanza kuna fighting the system na kuna fixing the system. Sasa Mamdan ameshafanikiwa ku fight the system. hiyo huwa ni kazi rahisi sana na mara nyingi huwa tunapenda kuzichanganya hivi vitu tunahisi watu wanaweza ku fight system wanaweza ku fix system. ukweli ni kwamba unaohitajika ku fight system ni uwezo tofauti na unaohitajika ku fix system. kwa sababu, watu, una watu wengi wanakusaidia ku fight system kwa hiyo unaweza ukashinda lakini wakati una fix system unakuwa unahitaji watu wachache na sometimes ni watu wale wale ulikuwa una fight, ndo ambayo inabidi ushirikiane nao ku fix system. Na ndio maana mara nyingi sana ukifuatilia historia ya dunia, ukiangalia watu wote walio fight systems zilizokuwepo walishindwa kuzifix. Na hata ukiangalia Sudan tulikuwa tuna Omar al-Bashir ambao tulikuwa tunajua ni system inahitajika kuwa fixed, lakini walioifight hawajaweza kuifix. Libya pia Obama alifight system lakini hakuweza kuifix. Sehemu zote duniani sijui Syria hawajaweza kufanya hicho kitu. Congo hawajaweza kufix system tangu Mobutu. So unagundua mijadala mingi ambayo tunaifanya ya kufight system huwa haizingatii namna ya kufix system. Na ndicho ambacho pia kinakuja kwenye hata Afrika na tawala nyingi ni kwamba watu wengi wanaokuja na kutuambia kwamba tuifight system, Ukiwauliza unawezaji kuifix, huwa hawana plan za kuifix system, kwa sababu plan za kuifix system ni plani ambazo ni pana kuliko uwezo wa wengi wenye uwezo wa system, kufight system. Kwa sababu kufight system inatokana na the fact kwamba hatuitaki, tumeshaichoka, tunakubaliana hili ni tatizo. Uwezo wa kulitambua tatizo ni mdogo sana ukilinganisha na uwezo wa kulitatua tatizo, kwa hiyo hata Mamdan anakabiliwa na hiki kitu kwamba amesha ifight system, ataweza kuifix? I hope nimekupa some abc kuhusiana na Mamdan. Tukutane episode ijayo, niambie kama una enjoy huu uchambuzi wangu mdogo ama kama hizi highlights ninazokupatia hapa kwenye stori zetu zinakusaidia kuelewa mambo zaidi na kitu gani pia. Niongeze, nitakuwa najitahidi kuwa na details zaidi, lakini najaribu uwe ni muda mfupi chini ya dakika ishirini za kukuelewesha kinachoendelea wakati tukiwa kwenye mapumziki wa Madincom. Tunaendelea tarehe kumi na tano mwezi huu, kwa hiyo endelea kufuatilia hapa hapa. Asante kwa kusubscribe kwenye hii channel. Kiukweli, kwa kufanya hivyo kitendo cha hiyo kusubscribe, yani kubonyeza subscribe, inasambaza uh, content zetu kwa watu wengi sana, na nakushukuru sana kwa kufanya hivyo. Naitwa Grayson Gideon.